Ni kukaribisha sana katika sehemu hii ya kwanza kabisa ya simulizi yetu hii mpya iitwayo Msitu wa Gwizulu. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni Bwana Hansi Marcelin, na msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mix Entertainment. Tunapatikana kwa nambari za simu za 0677 062 012. Katika moyo wangu nilikuwa na furaha sana, hasa kutokana na kufanikiwa kuchaguliwa jina langu la katika ajira za walimu serikalini nilizokuwa nimetuma maombi. Kuchaguliwa kwangu katika mkoa ambao sikuomba hakukufanya kuiziba furaha yangu niliyokuwa nayo mwanzo wakati nilipoona jina langu la kwa mara ya kwanza kwenye mtandao nilipokuwa natazama nikiwa ndani ya gari taratibu kwa ajili ya kuelekea mkoani Lindi katika kijiji kitwacho Mkwele nilipokuwa nimepangiwa kuanza kazi taratibu. Mawazo ya kazi hiyo niliyokuwa naenda kuifanya akanijia, nikajikuta nikiwaza niko darasani nikifundisha somo langu la fizikia nililokuwa nimepangiwa na wizara. Mawazo yaliweza kuendelea yakanipeleka kuvuta taswira ya eneo la shule nililokuwa nimepangiwa kwamba ni zuri, sijapata kuona Tanzania wakati nikiendelea kuwaza vile huku nikiwa nimejiegemeza kwenye siti ya gari nilipokuwa nimekalia dirishani, lakini upande wangu wa kulia alikuwa amekaa binti ambaye ni wazi alionekana kwamba ni mwanafunzi. Nikajistukia nikapitiwa na usingizi, hatimaye nikalala. Niliweza kupitiwa na usingizi ndani ya gari, hatimaye nikalala. Nilivyolala nikaanza kuota. Katika usingizi, shikamo. Ilikuwa ni sauti ya yule binti aliyokuwa ameketi kwenye siti ya jirani na mimi, ikitoka huku akiwa anaelekeza macho yake upande ule wa dirishani ambapo nilikuwa nimekaa mimi. Yule alikuwa wananisalimia mimi ama, kwani binadamu tuko ngapi humu ndani ya gari? Binti yule akanihoji swali lililokuwa limeniacha njia panda kabisa, na hapo ndipo nilipopata wazo la kugeuka nyuma. Niligeuka nyuma, niligeuka kutazama ndani ya gari, tuko ngapi Sikuweza kuamini kabisa macho yangu, kwa kile ambacho nilikuwa nimekiona. Mapigo ya moyo yakaanza kwenda mbio kwa kudunda mfulizo bila baki, nimeganda nikishindwa kabisa kwamala kufanya, kwa sababu hata akili iliweza kuganda kwa muda kwa kile ambacho nilikuwa nimekiona. ili kwa watu wale wote nilikuwa nimepanda nao kwenye gari kuanzia temino ya temeke Sudani, hawakuwa tena na sura wala maumbile, walikuwa ni mafuvu tu wote kwenye gari. bilishtuka sana. Nilishtuka sana mara baada ya kuona vile, niliogopa sana, na hasa nilipogeuza uso wangu pia kuangalia mbele kwa dereva, alikadhalika, yeye pia alikuwa ni vilevile, alikuwa vilevile. Nilistajabu sana kuona vile, simama nishuke, simama! Nikajishtukia nikisema kwa nguvu sana, lakini hakuna yeyote aliyokuwa amejali sauti yangu hakuna. Dakuna aliyeweza kujali sauti yangu, ndipo nilipoamua uamuzi wa kujitupa nje kupitia dirishani. Bwe kaka vipi? Bwekaka we, jamani, msaidieni huyu kaka anajiua, gari ipo kwenye mwendo, yeye anajirusha! Nilishtushwa sana na sauti ile iliyozungumza kwa nguvu, lakini pia ilikuwa inanizuia kwa vitendo. Nikajishtukia nikikorupuka huku nikiwa namuogopa sana yule binti ambaye nilikuwa nimekaa naye, nilizidi kurudi nyuma Nilianza kumogopa sana yule binti, lakini ghafla nikagundua kwamba kumbe nilikuwa kwenye ndoto iliyokuwa imeambatana na vitendo. Kitu cha kwanza kufanya nilikuwa ni kujinyanyua kwenye siti yangu ambayo nilikuwa nimekaa na kisha kuanza kutazama abiria wengine. Nilianza kuangalia, nilianza kutazama abiria wengine, lakini nafsi yangu ilitulia mara baada ya kugundua kwamba ni binadamu kama nilivyokuwa nimepanda nao awali. Nafsi yangu ikatulia. Niliweza kutulia baada ya kuona ni watu wa kawaida, na hata watu wale pia niliokuwa nimewatazama walishtushwa sana, kwa sababu niliweza kupaza sauti kwa nguvu, "We, we, we, vipi mjomba!" Kuna wengine pia wakadiriki kunihoji na kuja kwenye seti yangu kuniuliza, lakini nilipuuza na kujikalisha chini tu. Basi ndoto nyingine hizi, nikajishtukia nikijiongelesha mwenyewe sambamba na kufyonyafyonya tu. Vipi, kwani umeota ndoto gani, kakaangu? binti yule wa siti ya jirani aliyekuwa amenitokea ndotoni, akaniongelesha huku akiwa ananiangalia kwa mshangao. Akaniongelesha vile, da, shetani alijaribu kunipitia lakini achana naye, nishamshinda kwa jina la Baba. Nilizungumza huku nikiwa nafunga zipi ya begi langu ndogo la mkononi ambalo nililiweka chini nilipokuwa nimeweka miguu yangu ya na kutoka na bibilia ndogo ya agano la kale nililokuwa nimeitunza. Nilitoa bibilia Kwani kaka Ngwe, unaenda wapi? Binti yule ambaye kwa mbali alikuwa na rafudhi ya watu wa Kusini aliendeleza mazungumzo na mimi kwa kunitupia swali. Mi naenda kijiji kimoja hivi kinaitwa Mkwera, Mkwera Ngende. Nikamwangalia kwa macho ya kutomwelewa kabisa, huko nikiwa bado nashikilia Biblia niliyokuwa nimeshaanza kuifungua. Akacheka marabaada ya kusikia kwamba nimekosea matamshi ya jina la Ngende. Sio Ngede, ni Ngende. Hii sehemu ipo ndani ya kiji hicho ambacho umekitaja, nadhani unakifahamu. Japana, hata sikifahamu. Unajua mdogo wangu, mimi hata sio mwenyeji, na ndio mara yangu ya kwanza kabisa kuja mikoa ya kusini. Kwani unatokea wapi kaka? Natokea Magumu, Serengeti. Ndio wapi? Iko Mara. Ni Musoma? Eh, japana, Musoma nayo ni wilaya kama ilivyo Serengeti, lakini mkoa unaitwa Mara. Sawa basi, sisi tumezuia tu Musoma ndo hivo, ni tofauti lakini umejikamilisha, au unakuja tu miji ya watu? Binti ule alizungumza kiutani huku akiwa anaweka staili fulani hivi ya uso wake. Kujikamilisha unamaanisha nini? Sio kwamba sikuelewa, hapana, lakini sema nilikuwa nahitaji kuthibitisha kile ambacho nilikuwa nimeelewa. Asiyejua maana haambiwi maana, akazungumza huku akiwa najichekesha kiumbea vile mm. Unajua, mi bado sikuelewi kabisa, binti. Utaelewa tu na ulivyohendi samu hivyo, mbona huko utakoma, labda ujizuie tu, alizungumza vile, huku akiwa na binu wa macho yake kimtego, huku akiwa najichekesha mm. <sighs> nikaguna tu gile kuna kimshangao. Amna bwana, nakutania tu kwetu ni kuzuri sana, tunapenda sana wageni, karibu sana. Alizungumza huko akiwa anajichekesha tena ule. Kwa muda mfupi niliyotokea kuzungumza na binti yule, niligundua kwamba ni mcheshi mno, yalikuwa ni mcheshi sana. na huo unaenda Mkwera pia? Nikajikuta na muuliza. Hapana, mimi naenda Liwale pale mjini kabisa pale, ni mwanafunzi no, ja yeah, lakini nasoma Masasi. Kwa hivyo unaishi Liwale, unasoma Masasi, unafikiri mbali basi. Jani, sio hata mbali, lakini mimi naishi huko huko. Uko uko shuleni boarding k? Okay. unaitwa nani? naitwa siwajibu. wewe je? Mimi naitwa Justin, naamini utakuwa mwenyeji wangu. Basi maongezi yaliweza kuendelea huko, safari ikizidi kusonga. Mara baada ya safari ya mwendo mrefu takribani masaa saba tukafanikiwa kushuka salama. Abiria wote tulishuka kwa kuwa gari ilikuwa imeshafika mwisho wa safari. Sasa kakangu, inabidi usubiri gari pale, wao zinakuja rondo zinawapeleka huko Mkwira. Alizungumza binti yule mara baada ya kushuka wote. Mimi nikajua tunaenda wote huko kijijini maana nimeshakuzoea. Nikachombeza vile. Hapana. Mimi naishi hapa. Kwetu sio mbali kutoka hapa. Alizungumza binti huko akiwa anacheka cheka vile vile. Kusema ukweli ule ucheshi wake na pozi zake wakati wa kuzungumza ziliufanya moyo wangu wenye sifa ya kupenda penda kudunda hovyo juu yake. Nilikuwa nimeshaanza kumpenda binti yule. Nilikuwa nimeshaanza kumpenda. Sasa tunaachanaje naje? Situngetafuta hata sehemu hivi tukapata hata kinywaji. Nikajikuta nikiropoka. Hapana. Hapana, siku nyingine. Kweli, akaitikia kwa kutikisa kichwa. Naomba basi namba zako za simu, nilizungumza kunikiitoa simu yangu mfukoni mwangu. Mimi sina hata simu, labda nikupe namba ya dada dada dada yako. Sio mkali wala sio mkali kabisa? Au wewe nipe namba zako, nitakutafuta mimi. Ah, okay, asa sikia, chukua namba zangu alafu na za dada pia nipe. Ja, ja, pana, uwe nipe tu zako, nitakutafuta usijali. Nikampatia namba zangu na kisha tukaagana na yeye kuanza kuondoka. Mimi nilibaki nimesimama nikiwa namwangalia huku wazo la kumpitia likianza kunijia Da! Sio mtoto wa kimakonde huyu, sijui hata kabila gani, lakini kaniteka kule kweli, kazuri aisee, yaani kanaka mwili fulani hivi, da aisee, Mungu huyo! Nikajikuta nikijisemea mwenyewe katika moyo wangu huko nikiwa na furahi nam na huu ndio mwisho wa sehemu hii ya kwanza ya simulizi yetu nzuri itwayo Msitu wa Gwizulu. Je, nini kitaendelea? Mimi na wewe hatujui chakufanya. Karibu sana katika sehemu ijayo. Hii itakuwa ni sehemu ya pili, ndani ya msitu wa Gwizulu.